Shilingi elfu moja moja ya M-wekeza ya Vodacom, sema kila siku unataka wekeza shilingi elfu moja kwa mwaka unazungia shilingi laki tatu na sitini na tano Kwa hiyo mifumo iliyopo inawezesha kusipu, kufanya uwekezaji kusema kweli, na sio kweli kwamba kuwekeza lazima uwe na mamilioni ya pesa. <coughs> Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PawaPod, karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami na Iwalwa. Je, umewahi kujiuliza ni utajisikiaje pale ambapo utapokea mshahara wako wa mwisho? Je, una akiba za kutosha pamoja na uwekezaji ambao umefanya kwa ajili ya kusapoti uzee wako? Sasa leo tuko na mbobezi uh, wa masuala ya fedha ambaye amehudumu kwa miaka mingi sana katika sekta ya fedha akiwa na experience ya zaidi ya miaka thelathini. Uh, ni mwanzilishi wa soko la Dar es Salaam Stock Exchange au DSE, kwa Kiswahili fasaha ni soko la hisa la Dar es Salaam akiwa kama Chief Finance Officer au afisa wa fedha. Mbali na hilo, amehudumu katika benki ya NMB akiwa kama treasurer au mtunza hazina. Pia mgeni wetu ni mtu wa elimu ya fedha ambaye amethibitishwa au tunasema certified financial educator na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo kwenye suala la kutoa elimu amebobea. Naomba nimkaribishe CPA Oswald Urassa. Karibu sana. Asante sana nami nimefurahi kuja kwenye kipindi chenu hiki hapa. Eh, swali lako uliuliza watazamaji kwamba hivi utafanyaje baada ya mshahara wako wa mwisho. Lilikuwa swali lako ambalo ni la msingi kabisa. Na kwa ambaye umeajiriwa mshahara wako wa mwisho maana yake ndio unastaafu, unatoka kwenye ajira rasmi. Na kama umekuwa unachangia mifuko hii ya hifadhi ya jamii na umekidhi vigezo vyote vya kuwa mstaafu basi utakuwa unapokea pensheni kila mwisho wa mwezi ambayo kwa sheria za Tanzania ni kama asilimia mm thelathini na tano -hmm. ya mshahara wako uliokuwa nao mm -hmm. wanatafuta mishahara mizuri ya miaka mitatu wastani wa mshahara wake, alafu e, ndo wanatumika kukokotoa pensheni yako mm -hmm. kwa maana ya kupokea uh, uh, kile kina mgongo lakini pia na pensheni ya kila ya kila mwezi mm -hmm. kwa hiyo kupokea mshahara wa mwisho maanaake umetoka rasmi kwenye ajira mm -hmm. au utatakiwa kwenda kwenye ofisi ambayo e, ulikuwa unaripoti kila siku unakaa unakuwa kwa ku nyumbani kwako mm. Na kawaida ukitoka kwenye ajira, kwa wale ambao wameajiriwa una mambo mm. manne mm. na kutana nayo moja, ndio ile mm. tulisema kwamba pensheni yako ni asilimia thelathini na tano ya mshahara wako, lakini la pili, ile muda wa mwajiri uko na ripoti ofisini kwa mwajiri wako saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni mm. ule muda wote unakuwa ni wa kwako, kwa sababu huna sababu ya kwenda tena eh, kazini, kazini. Sasa unatumia tumiaje ule muda? mm. E, il jambo la pili. Alafu jambo la tatu ni habari ya afya, inabidi uangalie uwe mtu wa mazoezi. mm. Na jambo la nne ambalo utakutana nalo ukitoka kwenye ajira rasmi mm. ni kile kinwa mgongo. mm. Mara nyingi na siku zote ni pesa nyingi kuliko pesa ambayo umeshawahi kuishika kwa wakati mmoja. mm. Kwao inabidi uanze kufikiria ukiwa kwenye ajira mm. utaitumia tumiaje? mm. E, ndio maana watu wengine wakishapokea kinwa mgongo sangina, wanaona kwamba ni hela nyingi, wanaweza kusumia ovyo Mm. E, bila mpangilio maalum na baada ya muda sio mrefu zinakuisha mm. Kwa mambo manne ukitoka kwenye ajira mm. ndio unakutana naye mm. Watazamaji na wasikilizaji wamesikia tayari kuhusiana na kustaafu mm. Lakini watu wengi hatuelewi ni nini maana ya kustaafu, naomba utuelezee kidogo ili tuweze kupata ufahamu. Kustaafu maana yake unatoka kwenye ajira aidha miaka hamsini na tano kwa hiari mm. au miaka sitini kwa lazima mm. Kwamba ukishafikisha miaka sitini lazima utoka kwenye ajira mm kwa sababu ndio muda wa wa kikatiba. Kuna baadhi ya, ta, ya ya taaluma ambazo ni zaidi ya miaka 60 mm. lakini wengi ni 55 kwa hiari na 60 na kwa lazima mm. kwa wale walioajiriwa kwa ujumla. Upi sasa ni muda sahihi wa kustaafu? maana kwa wengine ni 55, je, kwa hao wengine ambao wamejiajiri ni miaka mingapi? Uh, kwenye, kwa, kwenye, walio kwenye ajira ndio ndi mm. sheria inasema baada ya miaka 60 55 ukipenda 60 lazima utoke. Ndivyo ilivyo kisheria, kwa sababu mm. pia unajua, unajua nguvu za zimepungua Mm. Uh, na inabidi utafute nafasi ya kupumzika kufanya mambo mengine mm. Wale ambao wamejiajiri inategemea na nguvu na uweza wako mm. wengine wanaweza kuendelea kujishughulisha mpaka miaka sabini themanini mm. wengine wanaanza, wana, wana, wanatoka mapema lakini, mm. kama ukiweka mikakati mizuri ya, ya kuto kuendelea kutumika hata kama umejiajiri mwenyewe mm. kwa maana ya kutengeneza warithi wa biashara zako wanazofanya mm lakini pia kutengeneza mpango ambao utakupa mapato mm. uh, bila wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja unakuwa umetengeneza mm. uh, mpango wako mzuri wa kustaafu mm. wale waliojiajiri lazima ujishughulishe mwenyewe mm. kama unafanya biashara uh, yoyote unaifanya lazima wewe mwenyewe mm. yani uh, mwenyewe uhusike kwenye ile biashara mm. lakini kama umeajiriwa na umefanya uwekezaji na tutaona tukapoendelea kwenye mazungumzo yetu mm. ni kwamba uh, hauhitaji wewe mwenyewe kushiriki kwenye ule uwekezaji mm. na wataalam na watu wengine ambao wanakusaidia mm. kuwekeza fedha zako, unazifanya zikufanyie kazi kwa unakuwa unapata kipato bila ya kushiriki moja kwa moja. Kwa wale ambao wamejiajiri mm. e, mara nyingi kwenye zile shughuli za kibiashara wanahusika moja kwa moja wao kama wenyewe mm. na ndio maana tunasema kwamba pia inabidi waanze kufikiria kustaafu, kwa maana kwamba, uh, labda wameishiwa au wamechoka au wanataka wapumzike mm. watafute mtu mwingine atakayewasaidia kusimamia zile, zile mm. biashara zao mm. ili waendelee na kiwango cha kipato wanafanya wao wenyewe mm. ndio ndio concept ya kustaafu kwa wale ambao wamejiajiri, kwamba mm. eh, unakuwa umefanya uwekezaji ambao utakupatia kipato kingine, lakini pia umetafuta watu wa kusaidia kuendeleza ile biashara yako mm. Sasa sisi ambao tulikuwa tumeajiriwa, kutoka kwenye ajira kuna mtu mwingine anachukua nafasi yako mm. na mara nyingi zile nafasi zinatangazwa, wanatafuta mtu mwenye sifa kama za kwako, ambao mm. wakati unatoka kwenye ajira ndo anakuja kuchukua nafasi yako lakini kwa wale ambao tumejiajiri tumeji wenyewe mm -hmm. E, inabidi utafute da watoto au familia au mtu mwingine ambaye atakusaidia kusimamia ile biashara yako ili ukisema leo unapumzika mm -hmm. mambo yanakwenda kama ulivyokuwa unasimamia wewe mwenyewe. Huyo ni kwa upande wa kusimamia zile shughuli zako lakini, mm -hmm. kwa upande wa kipato e, inabidi utafute kipato mbadala ambacho akihitaji wewe mwenyewe kuwa Uh, mshirika mm. wa moja kwa moja mm. kwa Kiingereza tunazita passive income. Kwani ukiwekeza mm. kwa kwenye hisa, hati fungani na kadhalika, haihitaji wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja. Kuna wataalamu ndio wanakusaidia kukufanyia kazi, then kila baada ya muda unakuwa unapata kipato. Na unaweza kuweka malengo ambayo yatakusaidia kupata kipato, pengine sawa sawa na kile ulichokuwa unafanya, unafanya biashara zako wewe mwenyewe au pengine hata zaidi mm. e, kwa sababu e, sasa hivi e, kama haupo na mara nyingi watu wengi ambao wamefanya wamejiajiri wenyewe kwa wa mji kufanya biashara hmm. wanavyokabidhi zile biashara kwa watu wengine, kwa watoto, kwa ndugu ni hmm. wachache sana ambao wanaendelea hmm. kwa sababu ya kukosa eh, ule matayarisho ya kutosha, ya, ya kutosha. Hmm. Lakini pia uh, wale ambao wanawakabidhi pengine hawana uchungu hmm. ile biashara kama walivyokuwa na wewe mwenyewe, yeah. Yeah. Ndio maana biashara nyingi za upande huo wa kwetu huwa hazidumu muda mrefu hasa mwanzilishi akiondoka. Kwa hiyo mm. kati ya mambo ambayo natakiwa kujipanga kama tumejiajiri ni mm. kutayarisha watu ambao watakwenda kusimamia biashara na uwekezaji uliofanya, mm. ili hata kupumzika, kwa sababu umri umekwenda, ume nguvu ume zimekwisha, mm. kile ulichokianzisha kidogo ah, kidogo. Nashukuru sana kwa majibu mazuri, na kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri, kwa Tanzania imekuwa ni swala gumu sana la watu kustaafu hasa hasa watu ambao wameajiriwa yani, ni rahisi mtu kusema labda vijana mjiajiri, lakini huyu mtu ambaye anazungumza hivo, yani unakuta amekaa kwenye ajira akiwa na miaka labda sabini. Umeona, sasa kwa nini imekuwa ni ngumu sana kwa watu wengi Tanzania kuweza kustaafu? Asante kwa swali zuri sana, na ni kweli kabisa watu hmm. wengi wanaogopa kustaafu kwa sababu hawajajipanga. hmm. Uh, inatakiwa ukianza ajira hmm. eh, ni kama umeingia kwenye chumba Mm. Na baada ya muda utatoka kwenye chumba. Yeah. Kwa hiyo kuajiriwa ni kuingia, <coughs> na kustaafu ni kutoka. Mm. Na kama tulivyosema kustaafu miaka hamsini na tano ukipenda mwenyewe miaka sitini ni lazima. Mm. Kwa hiyo kama umeajiriwa unavyokaribia ile miaka ya kutoka kwenye ajira mm, aidha kwa kupenda mwenyewe au kwa lazima mm, unajua kuna siku ya kutoka. Kwa hiyo inabidi uanze kujipanga mm, yale mambo manne niliyozungumza ni muhimu na lazima uyafanyie kazi kipindi chako chote mm, cha ajira Eh, shilingi sitini na tano kati ya shilingi mia zinazopungua kwa sababu mm -hmm. mm -hmm. tumesema pensheni ya mia thelathini na tano huwezi kuja kuitengeneza umebakiza miaka miwili miaka mitatu unatakiwa kuitengeneza tangu siku unaanza kazi. Kwa hiyo kama ukijua kwamba kuajiriwa ni kuingia na kustaafu mm ni kutoka -hmm. unatakiwa uweke mikakati ya uwekezaji tangu siku unaanza kazi. Mm -hmm. mm -hmm. kazi ili kutengeneza shilingi sitini na tano kati ya shilingi mia zitakazopungua kutoka kwenye ajira maana kuweka kwenye uwekezaji kwenye, kwenye, kwenye maeneo mbalimbali <muchilis> e, <muchilis> <muchilis> e, e, e, kuna watu ambao wanafanya biashara kwenye ile kampuni kama mwanahisa, unasubiria kutupata taarifa na gawio kama kuna gawio ndani ya huo mwaka, lakini hazitahitaji muda wako enda kufuatilia kwa karibu na kwa wafanyakazi ni jambo ambalo inasisitizwa sana kwa sababu hizi, eh, kama tulivyosema zinaitwa passive income, ikipata unachokipata bila wewe mwenyewe kushiriki ndio. mm. Kwa hiyo watu ambao wanaogopa kustaafu kwa sababu hawajajipanga mapema yani, kwa hapo unamaanisha uh, namna nzuri ya kustaafu hasa kwa vijana ambao wanakusikiliza na wengine ambao wanakutazama sasa hivi, ni kwamba pale tu anapoanza kazi inatakiwa awe na mpango wa kustaafu zao kabisa. mm -hmm. Ukianza ukianza ajira au ukipata kipato chochote hata Chuchot. kama unajiajiri wenyewe mm. -hmm. unatakiwa kuanza mpa, kuweka mpango wako wa uwekezaji mm -hmm. ambao utakupa kipato mbadala mm -hmm. kipato ambacho hakihitaji wewe mwenyewe kushiriki moja kwa moja mm. -hmm. aa, kwa sababu kama unavyo vyanzo vingine vya mapato mm. -hmm. pensheni yako ikiwa asilimia 35 mm -hmm. na una vyanzo vingine vya mapato vitakavyokupa asilimia 65 na zaidi mm -hmm. na siku zote watu ambao wameanza mapema mm -hmm. ukichukua pensheni yake pamoja na kipato kingine kwenye hizo hati fungani, labda wao wana majengo ya kupanga na kadhalika, siku zote anakuwa na kipato kikubwa kuliko hata alipokuwa kwenye ajira mm. Sasa ukianza mapema, maana yake siku ukitoka kwenye ajira una pensheni yako, lakini na kipato chako kingine, utakuwa na tofauti kubwa mm. kati ya kipato chako ukiwa kwenye ajira na ukiwa nje ya ajira mm. Lakini pia unakuja kutumia ile muda uliokuwa umeajiriwa kufanya mambo yako mengine mm. kwa lengo la kupata kipato cha ziada. Mm. Kwa hiyo watu ambao wamejipanga wa, wa mapema Aa, ni rahisi sana kutoka kwenye ajira muda wao kisha, kwa sababu wana kitu mbadala cha kufanya mm. wana kipato ambacho kinaziba lile pengo linalotokea ukitoka kwenye ajira mm. kwa sababu wafanya uwekezaji mapema mm. lakini pia wameandaa wa mikakati ambayo itaweza kutumia muda uliokuwa wa mwajiri mm. ile masaa nane kisheria ya mwajiri, kuna kitu ambacho anakifanya mm. na kwa kufanya hicho kitu wana wana kuwa wako bize yani mm. wana kitu cha kufanya, lakini pia wanapata pia kipato cha ziada mm. Kwa hiyo utakuta hakuna uh, tofauti kubwa sana kama ukiwa kwenye ajira na kwenye ajira kama umejipanga vizuri mm. Sasa watu wengi wanashindwa kwa sababu wanakuja kuanza kujipanga, uh, kuweka mpango wa uwekezaji mwishoni kabisa. mm. Umeweka miaka miwili mitatu mm. Lakini tunashauri sana sana sana ukiajiriwa anza kuweka mikakati yako kutoka kwenye ajira kwa sababu kuajiriwa ni kuingia mm. na kustaafu ni kutoka mm. na ukianza mapema, nina ushahidi wa watu ambao wameanza mapema mm. Anachokipata baada ya kutoka kwenye ajira ni zaidi hata mm. ya pato alichokuwa nacho mm. Kwa hiyo kitu ambacho tunasisitiza hapa mm. mm. anza kuwekeza na sio mm. mm. mm. mm. sio lazima ukiwa umeajiriwa hata baadhi ya wanafunzi kwa mfano mm. ukipewa pocket money na mzazi eh, bana matumizi mm. lakini anza kuwafanya uwekezaji na uzuri, mifumo ya fedha kwa Tanzania ilivyotengenezwa mm. inakuwezesha kuwekeza hata kuanzia shilingi 1000 mm. kwa mfano watu wenye simu za Vodacom, kuna kitu mnaita M-wekeza mm. kwa wangu cha chini shilingi 1000 mm. kwa hata wanafunzi unaweza ukaanza kuwekeza, ukajenga tabia ya kuwekeza kipindi chote ambacho unasoma. Kwa hiyo ukija kuingia kazini au mm. kupata ajira na kuanza kupata kipato unaendeleza kitu ambacho mkianza mm. na ndio maana tunasisitiza kwamba watu wote ambao wanaajiriwa, ukianza kuajiriwa, anza kufikiria unatoka tokaje mm. na staafu namna gani, kwa kufanya uwekezaji e, sana sana kwenye hizi rasilimali fedha, kwa sababu zile hazihitaji muda wako mm. bado unaendelea kumtumikia mwajiri wako, kwa sababu kuna e, kuna masharti ya ajira na kufanya kazi yako vizuri, lakini mm. unapata kile kipato kingine ambacho kikuhitaji wewe kushiriki moja kwa moja, na ndicho ambacho itakuja kukusaidia mm. sasa kutoka kwenye kufidia lile pengo linalojitokeza siku kutoka kwenye ajira. mm. kwa hiyo ukiwa mm, ah, na hiyo huo mpango tangu mwanzo, utaogopa kustaafu kwa sababu una chanzo mbadala. Nashukuru sana na umezungumza kuhusiana na hizi yaani vyanzo vingine vya mapato mm. sasa una una ushauri gani kwa hawa watu ambao wanastaafu wakiwa pengine wanategemea pensheni peke yake. Sasa tuchukulie mtu ambaye bado umri haujafika wa kustaafu, ambaye anajiandaa kustaafu ni nini kifanyike? Okay. sisi wataalamu wa elimu ya fedha tunashauri uwe na vyanzo angalau vitano mm -hmm. kwa nini angalau mm -hmm. vitano ni kwa sababu e, unajua ukiwa na, na vyanzo vya mapato ni kama mtiririko wa maji mm -hmm. kwao um, chanzo kimoja kikatika, unapata unabaki na vingi mm -hmm. E, kama unategemea ajira peke yake siku ukitoka ajira kwa sababu moja ama nyingine, maana yake unasimama kabisa una mtiririko unaokupa kipato. Mm. Lakini kama una vyanzo vitano ambavyo ni kiwango cha chini. Mm. Kama kutoka kwenye ajira utapata kipato kutoka kwenye hisa, kwenye hati fungani, kwenye fuga za pamoja e, kama una majengo ya kupangisha kama unafanya biashara kadhalika lakini angalau uwe na cha vyanzo vitano. Mm. Mshahara cha kwanza, mm. ukiwekeza kwenye hati fungani cha pili, ukiwekeza kwenye hisa cha tatu Aa, mwezi wa kumi kulikuwa na TCB, Tanzania Commercial Bank, kuna hati fungani yao kama kampuni, wao wanalipa mara nne

ndicho hmm. tunachokisisitiza kwa hiyo hmm, kuliko kusema kwamba utakuja kusubiria upate pension peke yake hmm, kama umefanya uwekezaji unaongeza chanzo cha pili: una pension ndio cha kwanza, lakini pia una hisa hmm. gaue una... kutoka kwenye hisa, pato kutoka uwekezaji kwenye hati fungani na kadhalika na kadhalika hmm. kwa hiyo jitahidi kila mtu kuwa na angalau vyanzo vitano kuna watu ambao mara nyingi wanakwambia mimi ntaweka akiba kwao, nataka nikija nikastaafu, zile akiba ambazo nakuwa nimeweka pengine benki nimeweka SACCOS au taasisi yoyote zinisaidie kuweza kustaafu. Sasa ni nini mtazamo wako tu, ikiwa mtu naye ya labda anategemea ku anategemea akiba tu peke yake, kwa akiba pamoja na pensheni kwa lengo la kustaafu? Asante. Uh, akiba peke yake haitoshi. mm. Eh, akiba uh, kwa Kiingereza nasema savings mm. is putting your money to rest. mm. Lakini ukifanya investments you are putting your money to to work. mm. Akiba ni kama kuweka pesa yako ipumzike mahali, mm. Lakini ukifanya uwekezaji unafanya pesa yako ifanye kazi. mm. Na tunas, tunashauri eh, akiba ndo same ndo mwanzo wa kufanya uwekezaji kwa sababu unakwenda kufanya uwekezaji kwenye hisa, hatifungani na kadhalika baada ya kuacha kutumia zile hela kwenye matumizi yako ya kawaida, ndizo nazipeleka kwenye uwekezaji, ili kipato unachokipata kutokana na hisa kwa mfano gawio, au kwenye hizi hatifungani wanalipa kipato cha riba, interest income, kila baada ya miezi sita hizi za serikali kuu, au kila baada ya miezi mitatu hizi nilizotaja zile benki mbili, CRDB, TCB Tanzania hata ya, ya first house pamoja na zania ambayo yuko sokoni sasa hivi mm. E, ni kila baada ya miezi mitatu mm. Kwa hiyo unavyowekeza kwenye hizi hatifungani za makampuni, maana yake mm. unafanya pesa yako ifanye kazi mm. E, kwamba watazitumia kufanya biashara alafu kila baada ya miezi mitatu kuna kipato kinaingia kwenye akaunti yako kama ni makampuni hisa, e, za makampuni kila baada ya mwaka faida inayopatikana mnagawana, wewe pamoja na wanahisa wenzako mm. kwa kuweka akiba ni mwanzo wa kufanya uwekezaji mm. sababu unaweka unafanya uwekezaji kutokana na akiba mm. na ni muhimu sana, uh, e, e, kama mfanya kazi na kama mtu ambaye umejiajiri mwenyewe utengeneze budget ambao unatenga mafungu matatu mm -hmm. kuna matumizi ya lazima mm. kama ni mwajiriwa, lazima uende ofisini, lazima ule, lazima ulale lazima watoto waende shule mm. Lazima ulipe bili e, e, za hospitali na kadhalika mm. Yale matumizi ya lazima tunapendekeza tuna, tuna kutenga asilimia hamsini mm. Alafu kuna matumizi yasiyo lazima, atunui nguo mara kwa mara mm. Na, na, yale ambayo sio lazima, unaweza kuahirisha mm. Asilimia thelathini na asilimia ishirini ndio uwekezaji, ndio akiba mm. Sasa ile akiba yako ukiwekeza unakwenda mm. Ukiitenga ndio na, na unaenda kuiwekeza mm. Na uzuri mifumo ya fedha pia ni imewezesha kuweka akiba hata

Ch, ndo natengeneza chanzo cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano mm -hmm. na kadhalika, cha uwekezaji ambacho nimesisitiza kwamba jitahidi, kila mfanyakazi, kila mtu ambaye ana kipato chako, utengeneze chanzo cha pili, ili chanzo kimoja kikatika, kile cha pili kinakubeba na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo akiba ni mwanzo wa kufanya uwekezaji, lakini lakini akiba peke yake haitoshi. Kwa kuweka akiba kwa, acha fedha zako zikakaa kwenye akaunti ya benki, umeweka akiba ndio, lakini ili isikusaidie siku zinazokuja na hasa kutoka kwenye ajira, nakumbuka tumesema pato chako itapungua kwa asilimia mm. sitini na tano. Ukiwekeza unatengeneza una sasa sehemu ya kipato ambacho inafidia ule upungufu ambao utajitokeza toka unafuta kwenye ajira. mm. Najua wengi tunas, tunatumiaga SACCOS, mm. na kawaida tunashauri tuna pia kwa kulingana na uh, fedha zako mm. ninavyofahamu mimi SACCOS, kama una akiba shilingi 100 unaweza mm. kukopa mara tatu sasa unaweza kutumia mikopo ya SACCOS kwa ajili ya kutengeneza uwekezaji wako. Kwa mfano, kama unaweza kupata mikopo kwa riba chini ya asilimia kumi, na mifuko tuseme, kuna wengi, kwa experience yangu naona kuna ambao anatoa kwa asilimia kumi, kumi na mbili kumi na nne japo asilimia mara nyingi ziko chini ukilinganisha na taasisi nyingine. Kwa kawaida, SACCOS mikopo yao ni asilimia ni iko pungufu ya mikopo hii ya benki ya kawaida. Kwa hiyo unaweza ukachukua mkopo wa SACCOS ukaenda kununua hati fungani. Kwa mfano, kama mkopo unapata kwa asilimia kumi alafu kununua hati fungani ya asilimia kumi na tatu, maana yake utakuwa na nyongeza ya asilimia tatu. Ile ya asilimia kumi na tatu, asilimia kumi inafanya marejesho ya SACCOS yako, alafu unabakiwa na asilimia tatu. Eh, leo tarehe tarehe nne, kuna hati fungani ya miaka ishirini na tano ya serikali, na tuliona benki kuu ambayo riba ni ya asilimia kumi na tatu nukta mbili tano. Kwa kupata mkopo mali kwa asilimia kumi ukanunua kwenye E, hatufungani kama hii inayotolewa leo ya miaka ishirini na tano mm. Unalipa asilimia kumi lakini unabaki na asilimia tatu nukta mbili tano mm. Kwa hiyo unaweza kutumia SACCOS, ambazo mara nyingi niko, mikopo yao ni rahisi mm. E, ili kutengeneza uwekezaji wako ukakopa mm. Kwa asilimia chini ambayo ni chini lakini kuenda kuwekeza mahali ambapo e, unapata kipato kikubwa zaidi mm. na kipindi ambacho unazungumza kuna kitu ambacho umesisitiza kwa mtu anaweza kuanza kuwekeza hata akiwa na shilingi elfu moja yani shilingi elfu moja sindio? Um, nawaza tu nahisi ni Watanzania wachache ambao wanajua kitu kama hicho, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ili ukafanya uwekezaji lazima uwe na pesa nyingi, kwamba pesa kidogo haiwezi kakufanya ukaweza kuwekeza wewe. Kwa mtazamo wako, unahisi Watanzania wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na hili swala? Ni kweli watu wengi wafahamu wanaofahamu kulingana na fursa zilizopo, na ndio maana mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa mfano ilianzishwa mifuko hmm, mingi, e, mingi ya UTT na mingine mingi ambayo imeanzishwa, kiwango cha chini shilingi elfu kumi. Hmm, ukiwa na nidhamu ya fedha nasema kwamba mimi nataka kila wiki niweke pembeni shilingi, niwekeze shilingi elfu kumi kwa mwaka mzima anazungumzia shilingi laki tano na ishirini kwa maana wiki hamsini mm. mm. mm. mm. na, na mbili mm. mm. eh, ni mara shilingi watu wengi laki tatu na sitini na tano. Mifumo iliyopo inawezesha kufanya uwekezaji kusema ukweli, lakini mm. pia bajeti na pia kupunguza baadhi ya matumizi mengine ambayo sio lazima mm. na kile ambacho naacha kukitumia kwenye matumizi yasiyo lazima, kielekeze kwenye uwekezaji mm. itakusaidia kujenga uwekezaji wako, na kumbuka tumesema, unavyowekeza unatengeneza chanzo cha pili, cha tatu, cha nne na cha tano na hata zaidi mm. cha, cha mapato mm. na ukiwa na hiyo nidhamu na vitu kama agizo la benki kwamba mimi asilimia ishirini yangu ikiingia, mshahara ukiingia tu hivi, chukua asilimia ishirini peleka kwenye uwekezaji mm. ambao unauchagua mwenyewe mm unakuwa unatengeneza una, una uwekezaji wako ambao wala utasikia kwa sababu pia zile asilimia ishirini zikishatoka, asilimia themanini inabaki inayobaki, inabidi uishi ndani ya themanini kwa sababu ndizo zilizokuwa mkononi mwako. Na kubahati mbaya sana ndugu zangu, pesa haikosagi matumizi mm -hmm. Yani pesa ikiwa mkononi mwako lazima itapata matumizi mm -hmm. na unavyotengeneza bajeti unasema, unaiambia pesa, na pesa yangu nataka iende kwenye moja, mbili, tatu nne mm -hmm. na kuwa na nidhamu kwamba kile ambacho kwenye bajeti achana nacho mm -hmm. kwa bajeti ni muhimu Eh, lakini pia kuna uwekezaji, njia nyingi za uwekezaji unaweza kwenda moja kwa moja kwenye hisa, kiwango ni kikubwa kidogo, lakini ndio maana mifuko ya uwekezaji wa pamoja inakusaidia kwenda, uh, indirectly kwenda, eh, kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa shilingi elfu moja anayewekeza kwenye anayetoa shilingi elfu moja kwenye M-wekeza anakwenda kuwekeza pia, anatoa elfu moja kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja anakwenda kuwekeza. Lakini watu wenye kuwekeza, ukitaka kuwekeza moja kwa moja kwenye hatifungani hatifungani kama ile ya serikali kuu, kiwango cha chini shilingi milioni moja kwa hiyo ukiwa na milioni moja ndio unaanza kwenda kuwekeza, ni moja kwa moja. Wapo kati ya mifuko ya wawekezaji wa pamoja, kuna UTT, kuna Faida Fund, e, e, e, kiwango cha chini nyingine elfu kumi. Kwa hiyo haina maana kwamba kuwa mwekezaji lazima uwe na milioni ya pesa. Na ndio maana nasema kwamba kuanzia shilingi elfu moja kuwekeza. Mfumo uliopo sasa hivi, fursa zipo. Ni kuwa na nidhamu tu na kupanga matumizi yako na kuangalia maeneo ambayo unaweza kufanya uwekezaji ili ukajenga kesho yako. Kumbuka, unapowekeza unatengeneza kipato chako cha kesho na unaondokana na utegemezi wa chanzo kimoja tu cha mapato. Kwa wafanyakazi mshahara, hata sisi hata wafanyabiashara ambao wanafanya una biashara unapanua una, una, una, una wigo wa kupata kipato nje ya mm. biashara ulikuwa mm. unaifanya. Asante. Na SACCOS zinawezaje sasa kuwasaidia wale wanachama wao kwenye kuanza kujipanga na kustaafu, kwa sababu wana makundi tofauti, kuna watu ambao unakuta wameajiriwa na pia kuna watu ambao wanafanya biashara. Sasa tukiwa tunagusa makundi yote mawili. Ya, yeah, zinaweza kuwasaidia kwa kufanya mi... unajua wanafanyaje mikutano na nani natamani kwa mm. kupata nafasi kuzungumza na hii mikutano kwenye SACCOS yeah, maana kueleza e fursa zilizopo mm. kwa kueleza zile fursa zilizopo mm. weza kufanya za kufanya uwekezaji mm. lakini pia kuwakopesha mm. kama tulosema, kama sa... kama mikopo ya SACCOS ina riba ndogo kuliko uwekezaji unawekeza kwenye hati fungani za serikali kwenye hisa na kadhalika basi ikiwakopesha kwa akaenda kuwekeza kwanza, kwa upande wa soko sinawalinda, kwa sababu mm. zile hisa na hatifungani zinaweza kuwa ndio rehani, kwa hata mwanachama akishindwa kufanya marejesho yeah. Kama unaziweka kama rehani mm. unazitumia kama SACCOS kwa ajili ya kufanya marejesho yako, lakini hata SACCOS zenyewe zinaweza kushiriki mm. kama zina hela za ziada ambazo hazijakopeshwa kwa wanachama wake mm. zinaweza kushiriki kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja, au zikaenda moja kwa moja kwenye hatifungani, kwenye hisa, kulingana na mpango wao. Kwa hiyo zinaweza kuwasaidia kwa kuwakopesha, kuwapa elimu lakini pia kwa, uh, kuwaunganisha kwa mm. na mfumo mzima wa fedha ambao mm. unamwezesha una, una kila mtu aweze kuwekeza mm. bila kujali kiwango gani cha fedha ambacho anatakiwa kuwa nacho mm. lakini pia kuwahamasisha, wa, waweze kuweka, uh, amana kwenye SACCOS mm. unavyofahamu kama mm. unakopa mara tatu ulichokuwa nacho mm. wakihamasisha wanachama wao wakiweka wa, amana na kuwakopesha zinawasaidia mchango kwa, kwa, uh, na kwa mwanachama mm. kuingia kwenye uwekezaji mm. Uh, nashukuru sana na natumaini hapo watazamaji na wasikilizaji ambao mnanisikiliza, kuna ambao tayari ni wanachama wa SACCOS na wengine pia ni uh, mameneja wa SACCOS. Kwa hiyo uh, tumeona ni namna gani ku fursa zilivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha tu tuna wasupport wale wanachama wetu wanavyojiandaa kuweza kustaafu, na pia sisi kama uh, masios wa hizi SACCOS cha muhimu tunatakiwa pia tuangalie ni namna gani SACCOS yetu inaweza ikawekeza kwa lengo la kuweza kupata faida zaidi.